Transforma itafika, na ili ndamfikishia meneja wa Tanesco. Kila kitu kitakuwa sawa kama waliweza kuleta umeme hapa, transforma ishindikani, ili watu wote sasa muweze kupata umeme, makofi tafadhali. Mimi niwashukuru sana. Mimi sitaki kuzungumza mambo mengi ili nikawachoshe, ili niwaahidi sasa hii hawamu ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hizi siku mia moja ambazo kama alivyoahidi yeye, mimi sitaki kuzungumza mengi, ni utekelezaji. Mnataka barabara, mtaanza kuona vitu vinafanyika, sio tena kuja kutoa elimu. Mnataka maji, nimeshazungumza hapa, amesha sote visima kuna, kuna wataalamu ambao watasema ni kiasi gani ili kwanza tuweze kuvipreserve, akati tunafuata swala la nini, swala la bomba. Hiyo swala limeisha kabisa yani Sijaona changamoto ambayo kubwa ambayo ya kusema sasa hapa hiki kitu hakiwezekani. Sijaona changamoto, kwa sababu shule muhimu, maji muhimu, umeme muhimu. Hayo ndo maendeleo. Na sijaasema mimi, mmesema nyinyi katika vitu muhimu. Inamaanisha sehemu yote, jamii yote ikikosa hivyo vitu hakuna maendeleo wala hakuna huduma za kijamii. Jote mliovitaja ni huduma za kijamii lakini nawasisitiza kufata taratibu sheria, pamoja na kanuni ambazo tumejiwekea. Amezungumza hapa swala la plant, kuna utaratibu wake wa kuweza kufata. Kila mmoja akifanya vile anavyotaka yeye, hatutaweza kufika. Fata zile sheria, fata utaratibu, fika ofisini, watakupa utaratibu ambao ni mzuri, ili kuepusha sasa madhara ambayo anaweza akajitokeza pale kuna kemikali mbalimbali, kuna sumu. Je, watu wakiugua changamoto ni ya nani? Kwa hiyo nawasisitiza kuhusiana na hilo swala ambalo limezungumzwa hapo, jamani, kuweza kuweka nini, kuweza kuweka utaratibu ambao ni mzuri. Lakini kuhusiana na hii bima ambayo imeelekezwa ime, ime, ime, ime, ime, ime hapa tayari kuna maelekezo tumesha yatoa sana tena sana sana, kupitia hospitali yetu ya wilaya, vituo vyetu vya afya, na ndio maana kuna namba za simu zimeachwa pale, kama mtu analalamiko la aina yoyote ana shida aina yoyote, aweze kusema, kwa sababu unapoenda hospitali mtu akakubagua ni kosa kisheria, na una haki ya kumshtaki huyo mtu kwamba mimi nimefika hospitalini, lakini nimebaguliwa nimekaa naona kama huduma sipati kwa wakati, una haki ya kumshtaki. Usilalamike ukarudi nyumbani, njoo tunalishughulikia, ili kuweza sasa kuwajibisha watumishi, kuhakikisha sasa kila kitu kinaenda sawa na wanahudumia wananchi ipasavyo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi, ni watoe hofu juu ya hilo swala. Kila kitu kitaenda kama kilivyokuwa kimepangwa, hakuna upendeleo na kama hii bima ya iCHF isingekuwa inafanya kazi, basi tusingekuja kuinadi au tusingekuja kuizungumzia. Tumeisema kwa sababu wapo wananchi wenye hali ya chini ambao leo hii ameenda hospitali hana kitu, kesho hana kitu, lakini kupitia hiyo inaweza ikamsaidia akapata dawa akapona, na ndio maana tumekuja kuizungumzia hiyo wapo wananchi wa hali ya chini kabisa akiipata hiyo itamsaidia. Kwa hiyo ni watoe hofu na mimi nitaendelea tena kusisitiza kupitia wafawizi wetu wote wa vituo vya afya kuhakikisha basi hiyo bima inatumika vizuri na wananchi wanasaidika kama ilivyokuwa ada. Ilivyokuwa am huko sana, hilo pia ondoeni shaka kabisa, lipo kisheria, iletwa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi. Ondoeni shaka kuhusu hilo swala. Litaenda kufanyia kazi, subiri kwanza.